uh, nimesomea sheria ama lawyer by training na nilianza kusoma katika shule ya Mumias Boys Primary School. Baadaye nikajiunga na chuo eh, cha Starehe Boys Center ambayo nilif, nilifaulu, lakini hapo mwanzo, lazima ni kueleze kwamba mimi I started life as a hard boy nikiwa nikichunga ng'ombe za. Ati ulikuwa unachunga ng'ombe wewe? <laughs> mwenye mavazi <mabaisu, laughs> sio kama ya Tao Jojo hii.

So nikamaliza primary school mm -hmm. Mumias Boys, alafu nika nikajiunga na chuo kikuu cha Starehe Boys. Wakati wa Griffin, kwamba kimaisha mm -hmm. If you work hard, yes, everything is possible. Wow, work hard and discipline mm -hmm. Everything is possible mm -hmm. Nikawa Starehe boys mm -hmm. nika nika soma kwa bidii mm -hmm. Baadaye nikaweza kwenda kwa Moi University. Moi University, yeah nika soma na kwa Moi University. ulisoma nini Moi University? Nilisomea sheria mhm mm we were the first uh, pioneer class kusomea sheria mm -hmm. na katika hiyo class tulikuwa na vigogo kama Deputy President. Atinene? uh, yes. Mulisoma na our DP. Yes. Kidura Kidiki. Kidura Kidiki was my classmates in the in the law school. In the law school. Eh. Eh, tukakuwa na... Ngoja kidogo, alikuwaje hiyo wakati? Wewe tuambie, wewe sasa bwana umeleta hiyo risto. Kwa hiyo lazima utuelezee, alikuwaje? Uh, Deputy President has always been the same man, mm-hmm. a very disciplined man, mm-hmm. a God-fearing man. Alikuwa ameokoka, eh? Alikuwa ameokoka. Alikuwa anahubiria? Alikuwa anatuhubiria, eh. Eh, na lakini pia alikuwa msomi sana, okay. Very, very focused with the studies, okay. Kuna pita pita tuliona yake kitambo, yeah. Akiwa amevaa hizi